ya asubuhi DW habari za ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz wasili India kwa ziara rasmi ya siku mbili. Shirika la kutetea haki za binadamu la Iran la tahadharisha kuhusu mauaji ya halaiki katika maandamano na Siria ya udhibiti kikamilifu mji wa Aleppo. Habari kamili. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Mets amewasili India leo Jumatatu kwa ziara rasmi ya siku mbili kwa mwaliko wa waziri mkuu wa India Narendra Modi. Mets amepangiwa kukutana na Modi katika jiji la magharibi la Ahmedabad leo Wizara ya mambo ya nje ya India imesema katika taarifa kuhusu ziara hiyo kwamba viongozi hao wawili watazingatia maendeleo yaliyopatikana katika nyanja mbalimbali mbali za ushirikiano wa kimkakati wa India na Ujerumani ambao ulikamilisha miaka ishirini na mitano mwaka jana. Mets na Modi watajadili kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali mbali, ikiwemo biashara, uwekezaji, teknolojia, elimu na ulinzi. Kansela Mets pia anatarajiwa kutembelea Gandhi Ashram, ambayo hapo awali yalikuwa makazi ya Mahatma Gandhi na kitovu kikuu cha mapambano ya India ya uhuru kutoka kwa utawala wa kikoloni wa Uingereza. Siku ya Jumanne, Mets atatembelea Bengaluru, kitovu cha tasnia ya teknolojia ya hali ya juu ya India. Paris Maafisa wa mamlaka za Iran wamefanya mauaji ya halaiki katika kukandamiza maandamano makubwa zaidi dhidi ya jamhuri ya kiislamu kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka mingi. Hayo yamesemwa na kundi la haki za binadamu jana Jumapili, huku serikali ikiamuru maandamano ya kujibu ili kurejesha utulivu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Iran lisilo la kiserikali Iran Human Rights lenye makao yake makuu nchini Norway lilisema limethibitisha mauaji ya waandamanaji wasiopungua mia moja tisini na wawili lakini likaonya kwamba idadi halisi ya vifo inaweza kufikia mamia kadhaa au hata zaidi. Kwa mujibu wa kundi moja la haki za binadamu lenye makao yake makuu Marekani, takriban waandamanaji 490 na, na wanajeshi 48 wameuawa. wa rais wa Marekani Donald Trump Anatarajiwa kufanya mkutano na maafisa wake wakuu kesho Jumanne kujadili njia za kujibu maandamano. Iran. Aleppo. Serikali ya Syria imeudhibiti kikamilifu mji wa Aleppo siku ya Jumapili baada ya kuchukua vitongoji vya Wakurdi vya jiji hilo na kuwahamisha wapiganaji huko hadi maeneo yanayojiendesha yenyewe ya Wakurdi kufuatia mapigano ya siku kadhaa yaliyosababisha vifo. Wakazi wa kitongoji cha Ashrafiye eneo la kwanza kati ya maeneo mawili yaliyoanguka mikononi mwa jeshi la Siria hadi majumbani mwao kukagua uharibifu wakikuta vipande vya mawe na vioo vilivyovunjika vikiwa vimetapakaa mitaani. Ghasia hizo zilianza mapema wiki iliyopita baada ya mazungumzo kuhusu kuunganisha utawala huru wa Wakurdi na vikosi vyake katika serikali mpya ya nchi hiyo kukwama. Endelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW, Bonn, Caracas. Raia wa Venezuela walisubiri Jumapili kwa wafungwa zaidi wa kisiasa kuachiliwa huru huku kiongozi aliyeondolewa madarakani Nicolas Maduro akidai kwa ukaidi kutoka kwenye chumba chake cha mahabusi katika gereza la Marekani kwamba anaendelea vizuri baada ya kukamatwa na vikosi vya Marekani wiki moja iliyopita. Serikali ya rais wa mpito Deisi Rodriguez Alhamisi iliyopita ilianza kuwaachilia huru wafungwa waliofungwa chini ya Maduro katika ishara ya uwazi, baada ya kuahidi kushirikiana na Marekani kuhusu madai yake ya mafuta ya Venezuela. Serikali ilisema idadi kubwa ya wafungwa itaachiliwa, lakini makundi ya haki za binadamu na upinzani yanasema ni takriban ishirini tu wameachiwa huru tangu wakati huo wakiwemo viongozi kadhaa mashuhuri wa upinzani. Makundi ya haki za binadamu yanakadiria kuwa kuna wafungwa wa kisiasa mia nane hadi elfu moja mia mbili wanaoshikiliwa nchini Venezuela. Yangon, Myanmar imeanza duru ya pili ya upigaji kura jana Jumapili katika uchaguzi wake mkuu wa kwanza tangu jeshi lilipochukua madaraka miaka mitano iliyopita. Upigaji kura uliongezeka hadi miji mingine ikiwemo baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali ya kijeshi na wapinzani wake wenye silaha wakosoaji wanasema uchaguzi huo ulioandaliwa na serikali ya kijeshi si huru wala wa haki, na ni juhudi za jeshi kuhalalisha utawala wake baada ya kunyakua madaraka kutoka kwa serikali iliyochaguliwa ya Aung San Suu Kyi mnamo Februari mwaka 2021. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, DW. Makala yetu leo mimi, napenda kusikiza nyimbo na sana sana kusikiza Biblia. Katika jamii ambako ulemavu mara nyingi huonekana kama kikwazo, kuna msichana mmoja ambaye amethibitisha kuwa azma na bidii vinaweza kuvunja vizuizi vyote. Hii ni simulizi ya Susan Akuya, msichana mwenye umri wa miaka ishirini na tano asiye na uwezo wa kuona aliyezishinda changamoto nyingi, mwanafunzi bora kwenye chuo kikuu cha Egerton nchini Kenya Mwana, wala, wazim, wa usimu, jua, Mwana, wala, wala. Makala yetu leo inamwangazia msichana huyu, changamoto alizopitia na jinsi anavyowahamasisha wengine wasikate tamaa katika kuzifuatilia ndoto zao. Mimi ni Wakiombogo, andamana nami. Susan Akuya alipoteza uwezo wa kuona akiwa na umri wa miaka kumi na nne. Anasema maisha yake yalibadilika baada ya kupoteza macho, ni kwamba ni kupoteza marafiki na kujiona sasa, kama mimi nimekuwa duni, sitafanya chochote tena kujidharau tu kwingi jamii nikianza na familia yangu waliona sasa huyu maisha yake imefika mwisho ni kukaa tu pale nyumbani aungepewa hata kazi kidogo kidogo hata ya kufanya walikuwa wanaona tu sasa huyu ni akae tu hapo tu akule tu alale hivyo tu maisha yake yote ni hivyo niliwacha shule kwa muda wa miaka nne nikaanza kuenda hospitali nikidhani labda uwezo wa kuona itarudi ikashindikana Susan anatoka kwenye jamii ya wafugaji ya Turkana kati ya maeneo yaliyotengwa nchini Kenya. Jamii hii ina vizuizi vingi sana vya kitamaduni na kijinsia. Kabisa, alikuwa anakataa kwa sababu hakuwa anajua naweza soma tena. Aa, ikawa sasa nilikuwa nasukuma mamangu nikamwambia, mama, tafadhali ambia baba nipeleke shule, kwa sababu kama mlemavu kwa jamii ya Waturukana, ukishakuwa mkubwa hivi, ukifikisha umri wa kubalee, unaambiwa tafuta watoto na usipopata mtu, unaletewa babu, unaambiwa uzao watoto wako. Sasa mimi juu nilikuwa naambiwa hiyo hadithi huko nyumbani, kaambia mamangu siko tayari kungoja hayo mateso, kwa sababu sitaki manake mimi nilikuwa najiheshimu sana. Hata kumshawishi baba yake Susan amrejeshe mwanaye kuendelea na masomo kwenye shule maalum baada ya kupoteza uwezo wake wa kuona ilikuwa mithili ya kuukwea mlima. Kafika Marsa akaambia babangu, ikiwa utaki kupeleka huyo mtoto shule, mimi nitakupeleka hapi polisi na tukiweli tukaamka siku moja tukaoga akamwambia, mimi naenda, utaitwa ukuje uelezee mbona utaki kupeleka mtoto shule. Hapo ndo baba alibadilisha mawazo akakubali kunipeleka sasa shule, na baada ya kufaulu mitihani ya taifa alipata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu cha Egerton kusomea kozi ya jinsia na maendeleo, hatua ambayo iliongeza changamoto mpya. Susan anasema alilazimika kujifunza katika mazingira tofauti na wenzake wenye uwezo wa kuona. Kwanza ilimbidi ajifunze kutumia programu maalum na kifaa cha breli ndipo aweze kufuatilia masomo pamoja na wenzake. Walinitia moyo sana, wakanitoa uoga sana yenye nilikuwa nayo darasani. Pia lecturers walikuwa wanaenda na pesi yangu vile naandika, awangekimbia waniache nyuma, na wangehakikisha pia niko darasani. Wanakuniuliza kila wakati huko sawa, namwambia ya niko sawa. Uh, breli ni lugha tofauti. Breli ni lugha ingine yenye unafunzwa, unasoma kwa kutumia mikono, lakini wengine ulikuwa wanatumia macho. Nilikubali tu kusoma breli kwa sababu sikuwa na njia ingine tofauti, ndo maana nikaona ni rahisi nijua, hii ndo njia pekee naweza soma. Hata hivyo, kwa usaidizi wake Prudence Wanjiru, aliyekuwa mwanafunzi mwenzake na msaidizi wake, Susan aliweza kufuatilia masomo vyema kwa kipindi chote cha miaka minne. Imekuwa kusoma pamoja. Nikiamka, kitu ya kwanza ambacho ningefanya ni kufahamu darasa niko wapi. Baada ya hapo, najua ni saa ngapi. Ningefaa nifika mapema, ndo niende nimchukue tuendekee darasani. Nimemsaidia sana kufanya kazi ya ziada na niakikisha amefanya kwa muda ambayo unafaa. Kitu kingine ni nimekuwa nikimsaidia kuandika notes. Unatafuta huyo mwalimu, unamwambia unafaa Anatumia notes ni niweze kumsaidia kuzisoma wakati ambao unafaa kabla mtihani ufike. Susan aliendelea na masomo yake bila kukata tamaa. Anasema alijifunza kuwa ulemavu hauwezi kuzuia ndoto. Kikwazo kikubwa ni kukosa kujiamini. Anaeleza kilichompa msukumo mkubwa wa kufanya bidii. Kama sasa familia mali ninatoka, maisha iko chini kabisa. Mimi ndo mtoto maybe wa, wa pili na wengine wote wenye ananifuata wa nane nyuma, sasa nikawa ile nataka kusaidia pia wazazi wangu nisiishi enye maisha yenye nililelewa, maanake tumelewa maisha ya hali ngumu sana. Nilipenda kufanya hiyo kozi, kwa sababu mali nimetoka huko, kuna hiyo mambo ya unyanyapaa ilianza nyumbani vita nini. Sasa unaona hiyo vita vita, si kitu kizuri na pia kuhakikisha kuna usawa kwa jamii. Hiyo pia ilinisaidia sana ni nifanye hii kozi, maanake niliona nitasaidia watu. Profesa Isaac Kabwage, naibu mkuu wa chuo kikuu cha Egerton, anasema Susan alijitofautisha sio kwa huruma, bali kwa uwezo wake wa kitaaluma. uh... yeye, yeah, yeah, ni msichana mtulivu sana, lakini pia ni msichana mwerevu sana tunajivunia kwamba licha ya kuwa na ulemavu wa kutoona alifanikiwa kuhitimu kwa kupata shahada ya daraja la kwanza. Kama taasisi tuna wajibu wa kuweka mazingira na kutoa msaada unaohitajika ili kuwawezesha wanafunzi wenye ulemavu kusoma. Matokeo ya juhudi zake yalidhihirika alipohitimu na shahada akiwa mwanafunzi bora kwenye kitengo cha masomo ya jinsia na maendeleo, akiwashinda mamia ya wanafunzi wenye uwezo wa kuona. na leo tulipokutana naye anapewa tuzo na chama cha waliohitimu katika chuo kikuu cha Igeton. Tuna jumla ya wanafunzi elfu themanini hivi waliomaliza chuo. Tunaiona hii ni kama sehemu ya kushirikiana uzoefu na pia kupanga mikakati ya siku zijazo, na kwa hakika Susan amefanya vyema sana kielimu na alikuwa miongoni mwa wanafunzi wanne bora katika chuo kikuu kizima. Pia tunafurahia sana kwa ajili ya Wanjiru ambaye naye atatuzwa leo, kwa sababu ni nadra sana kumpata msichana mdogo anayejitolea kwa kiwango hicho kumsaidia mwingine. Wataalamu wa maswala ya elimu wanasema hadithi ya Susan inaonyesha umuhimu wa elimu jumuishi na uwekezaji katika miundombinu rafiki kwa watu wenye ulemavu. Kwa sasa Susan ana ndoto ya kuwa mtetezi wa haki za watu wenye ulemavu na waliogandamizwa na tamaduni potofu, akiitumia elimu yake kuleta mabadiliko kwenye jamii yake na jamii zingine zenye ushawishi sawia. ikiwa nitapata hiyo nafasi ya kuenda kuongelesha wazazi pale nyumbani, kuongelesha pia wanafunzi wengine wenye changamoto kama mimi, waweze kusaidia watoto wao waweze kuwapeleka shule. Simulizi ya Susan Akuya ni ushahidi kwamba kwa msaada sahihi, sera zinazotekelezwa na dhamira binafsi, changamoto zinaweza kubadilishwa kuwa fursa. <tipa> Makala yetu leo inafikia tamati ambapo tumeangazia changamoto alizopitia Susan Akuya, msichana asiye na uwezo wa kuona na jinsi anavyowahamasisha wengine wasikate tamaa katika kufuatilia ndoto zao. Kutoka Nakuru Kenya, mimi ni Wakio Mbogo, asante kwa kujiunga nami hadi wakati mwingine. Kwa heri. Vijana tugutuke. Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi cha Vijana Tugutuke, na leo nimewalika vijana ambao wao na wadau mbalimbali wanaosimamia masuala ya vijana wameanzisha jukwaa la kufuatilia changamoto katika nyanja tofauti ndani ya taasisi zao, lengo likiwa ni kutetea na kuwaendeleza vijana katika nyanja za kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na ushirikishwaji wa vijana katika ngazi za kitaifa ambazo ni ngazi za maamuzi, kwa maana ya bunge na baraza la wawakilishi kwa hapa Zanzibar ningependa wenyewe wajitambulishe. Naitwa Ahlam Muhamed Suleiman kutoka Pamoja Youth Initiative, taasisi ambayo inashughulika na changamoto za vijana. Asante Ahlam. Nami ni Salmin Amur Muhamed kutoka taasisi ya kupambana na changamoto za vijana Zanzibar. Asante Salmini. Anaitwa Dokta Salmini Amur Juma, rais mstaafu huyu. Asante. Naitwa Aisha Seif kutoka taasisi ya kupambana na changamoto za vijana Zanzibar. Asante sana Bi Aisha. Tunapozungumzia kuundwa kwa majukwaa ndani ya taasisi zenu tufahamu nini, Salmini? Tufahamu nini kuundwa kwa majukwaa ya vijana katika taasisi zetu, tukianza na se taasisi ya kupambana na changamoto za vijana? Ni ile hali ya kuunda ama kushirikisha vijana kuwa na sauti moja na kuwa na mwenendo mmoja kwa lengo la kuleta maendeleo endelevu katika jamii. Asante sana. Tukizungumzia suala la vijana kushirikishwa katika vyombo vya maamuzi uh, vijana wenzako wafahamu nini ushirikishwaji katika vyombo vya maamuzi Ahlam? Taasisi yetu ya Pamoja Youth Initiative, ushirikishwaji wa vijana katika ngazi za vyombo vya maamuzi ni msingi wa kazi zetu, kwa sababu sisi tunaamini kuwa kuwawezesha vijana kushiriki katika kutoa maoni, kupanga na kufanya maamuzi kuanzia ngazi ya jamii, serikali za mitaa hadi taifa kunachangia kujenga uongozi bora, uwajibikaji na maendeleo endelevu. Kupitia mafunzo uhamasishaji wa majukwaa ya ushiriki, Pamoja Youth Initiative inalenga kuhakikisha sauti za vijana zinasikika na zinazingatiwa katika maamuzi yanayogusa mustakabali wao pamoja na jamii kwa ujumla. Uh, tunapozungumzia masuala vijana kutaka kushirikishwa kwenye jamii, Aisha, tuelezee kidogo. Uh, vijana kushirikishwa kwenye masuala ya kijamii ni muhimu sana kwenye sekta mbali mbali ambazo zinaathiri jamii kama afya, elimu na kadhalika. Vijana huleta nguvu kazi ubunifu na mawazo mapya yanayoweza kusaidia kutatua changamoto za kijamii, na kushirikishwa kwao kunaleta uwajibikaji na umiliki wa maamuzi kwenye jamii zao. Aisha, mnazungumziaje kwa sababu kwa sasa hivi jamii uh, vijana wengi wamekuwa wakijiingiza katika masuala ya kiutamaduni na kufuata mkumbo wa mambo mbalimbali. Kushirikishwa kwao kunaleta wajibikaji na umiliki wa maamuzi ya jamii zao, na kuwasaidia vijana kuto kuporomoka kimaadili au kuelekeza mwenendo mbaya katika maisha yao hapo baadaye. Asante uh, Salmini. Uh, unahisi vijana wana mchango gani katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla? Asante uh, ndugu mtangazaji. Uh, kupitia taasisi yetu ya kupambana na changamoto za vijana Zanzibar uh, vijana tunadili nao sana ama tunawagusa sana, kwa sababu tunaangalia namna gani changamoto zao zilipo namna gani ya kutatua hivyo. Tumetatua changamoto hii kwa kuangalia kwamba vijana na mchango mkubwa katika katika kuanzisha na kuendeleza ujasiriamali, kwa sababu tumeweza kuwakusanya kwa pamoja na kuwapatia mafunzo bora ya kuhusiana na ujasiria mali, jambo ambalo moja kwa moja tunagusa teknolojia na ubunifu ili kukuza kipato chao na taifa kwa ujumla. Katika mafunzo ambayo mnatoa, mmezingatiaje suala la teknolojia ya? Tunafahamu ulimwengu sasa hivi ulipo ni upo katika mfumo mzima wa teknolojia na ubunifu. Hivyo taasisi ya kupambana na changamoto za vijana Zanzibar tunazingatia swala hili kwa sababu tunajua moja kwa moja likitumiwa kikamilifu, na litaleta tija kwa, kwa sekta nzima ya uchumi hapa Zanzibar. Kwa hiyo tunawafundisha tuna namna gani ya kutumia ubunifu pamoja na kutumia teknolojia hii, kwa lengo la kukuza uchumi hapa Zanzibar lakini pia katika masuala mazima ya teknolojia na ubunifu. Aa, tunafahamu kwamba dunia sasa ipo katika masuala ya tehama, hivyo vijana tujihusishe katika masuala ya teknolojia na ubunifu kwa kubuni mawazo ambayo endelevu ambayo yatakayokuza uchumi wetu na kukuza taifa letu. Lakini pia la mwisho, ushiriki katika masuala mazima ya mambo ya kiraia. Aa, tunafahamu kwamba vijana tuna tunatakiwa tujitambue, sisi ni kina nani, tufahamu uraia wetu na tufahamu tupo wapi na tunaelekea wapi. Hivyo tukijifahamu katika masuala haya hapa, naamini moja kwa moja tutafanya yale mambo ambayo moja kwa moja yanagusa uchumi wetu na sio kuporomosha uchumi wetu. Uh, Ahlam, ni hatua zipi zinazohitajika kuimarisha ushirikishwaji wa vijana? Uh, hatua muhimu ambazo sisi pamoja tunaziona ni kuweka sera na mifumo itakayotoa nafasi halisi na za kisheria kwa vijana kushiriki katika vyombo vya maamuzi. Kwa mfano, kuweka uwakilishi maalum wa vijana katika kamati za maendeleo ya kijamii, halmashauri na bodi mbalimbali za taasisi hiyo. Pamoja Youth Initiative, tunauona umuhimu wa kujenga uwezo wa vijana kupitia mafunzo ya uongozi uandishi wa sera na ushawishi. Pia tunalenga vijana kuelewa katika mifumo ya maamuzi, ili waweze kushiriki kwa ufanisi na kwa kujiamini, si kwa uwepo tu wa majina yao. Asante sana, Ahlam Aisha, unadhani nini kifanyika katika kuwashirikisha vijana hasa tukizingatia maadili katika jamii yameshuka kwa kiwango kikubwa. Kupitia taasisi za vijana, ili kuweza kuwashirikisha vijana zaidi kwenye mambo ya kijamii na kiutamaduni, inabidi taasisi za vijana kuwekeza zaidi katika masuala ya mitandao ya kijamii kwa sababu hapo ndo ambapo tunaweza kuwapata vijana kwa wingi, na ukizingatia sasa hivi jamii yetu iko kiteknolojia zaidi. Kwa hiyo kuweza kuwashirikisha vijana kikamilifu, inabidi kufanyike uchechemuzi kupitia mitandao ya kijamii, ili kuwapata walengwa hasa moja kwa moja na kuwawezesha kusaidia kuleta maendeleo katika jamii zao. Unaridhishwa na maudhui ya yanayorushwa katika mitandao ya kijamii na vijana? Maudhui yanayorushwa hayalingani na tabanulizi zetu kwenye jamii zetu. Asante Salmini. Unafikiri vijana wafanye nini ili kujiinua kiuchumi kwa faida zawao wenyewe taifa na uchumi endelevu katika jamii yetu. Haya, asante ndugu mtangazaji. Uh, taasisi ya kupambana na changamoto za vijana Zanzibar, tunatoa ushauri kwamba uh, vijana wenzetu waendelee kujitolea katika uh, mashirika ya kiserikali lakini pia hata yasio kiserikali, kwa sababu kujitolea huko ndipo atapata fursa ya kuanzisha miradi ya kijamii na kiuchumi inayolenga kupunguza umaskini, kuongeza ajira, lakini pia kusambaza faida kwa jamii kwa usawa. Aa, ni, ni vijana wajibu wetu kuanzisha miradi ya kijamii ambayo moja kwa moja atachochea kukuza ule uchumi wetu, lakini pia kama vijana tunatakiwa tuwekeze elimu katika elimu na stadi za maisha. Hapa moja kwa moja tu, tunapaswa tujifunze namna gani ya kuongoza na kumaanisha elimu ya uongozi, lakini masuala ya ubunifu na teknolojia, fedha na hata ujasiriamali. Tukijikuza katika masuala haya, hapa ndipo moja kwa moja tutafahamu namna gani tuendeshe uchumi wetu na kukuza taifa letu. Asante Salmini, uh, na mwisho Ahlamu una ujumbe gani kwa vijana wa Zanzibar? Sisi kama pamoja Youth Initiative tuna ujumbe wetu kwa vijana ni kujitathmini, kushiriki kikamilifu katika maamuzi na kujiengezea uwezo katika uongozi, uelewa wa sera na teknolojia. Ushiriki wetu vijana haupaswi kuishia kwenye malalamiko tu, bali uwe chachu ya mabadiliko chanya na mshikamano. Vijana sisi sio si, viongozi wa kesho pekee bali washiriki muhimu wa leo katika maendeleo ya taifa letu. Asante sana Ahlam kwa ujumbe huo, bila shaka vijana wamekufahamu na kama kipindi chetu kinavyosema vijana tugutuke, basi naamini vijana wamegutuka. Mpenzi msikilizaji, na kufikia hapa ndio mwisho wa kipindi chetu hiki cha vijana tugutuke. Kumbuka leo tulikuwa tunazungumzia namna ya kutetea na kuwaendeleza vijana katika nyanja za kiuchumi, kijamii, kitamaduni na ushirikishwaji katika ngazi za maamuzi. Nilikuwa na Ahlamu Muhammad Sleman Aisha Said Sefu na Salmin Amur Mohamed, tunamwita Dr. Salmin Amur Juma, huyu ni raisi mstaafu asanteni sana, nawashukuru na mimi naitwa Salma Saidi. Nawashukuru sana, asante, asante sana, sana.

Hali gani mwana jukwaa, karibu katika toleo hili fupi la Jukwaa la Manufaa unapopata nafasi ya kuyatoa ulionayo moyoni mwako, ikiwemo dukuduku, shauri na hata pongezi pale unapoona anastahili, kuhusu yale yote yanaendelea kwenye jamii yako. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu. sehemu fupi ya muziki huo Mbigiri Mbigiri kutoka kwake Barnaba. Unampisha jukwani mdau wa kwanza kabisa leo hii kwa njia ya simu. Naitwa Silvesta Francisco, niko Kakuma Mreba. Nakerwa na vijana ambao wanashinda vijiweni halafu wanalalamika kwamba maisha ni magumu. Vijana tuwajibike, tuache kushinda vijiweni halafu tunalalamika kwamba maisha ni magumu, wakati huko hatuwajibiki. Maoni yangu ni hayo, nam asante sana naamini vijana wamekusikia. Naelekea kwake Alex Kateba, mkazi wa Kayanga, Karagwe, Tanzania. Wewe leo unalipanda jukwaa la manufaa, na kero yako ni wazazi na walezi walalamishi wenye watoto wanaosoma shule, wenye tabia ya kulalamika kila inapofika mwezi Januari. Unawaambia wajitahidi kubana bajeti na wapunguze malalamishi. Unawaambia wajitahidi kubana bajeti kabla ya mwezi Januari na waache malalamishi Wakifanya hivyo watafanikiwa. Mwanajukwaa anayeitwa Dokta Saidi Mfinanga wa Moshi Mkalama kikavu nchini Tanzania analikwea jukwaa la manufaa kuomba wizara ya elimu iangalie suala la uhaba wa walimu wa shule za msingi katika wilaya ya Hai, kwani imefikia mahali wazazi wanaambiwa walipie pesa ili kuwalipa walimu wa kujitolea. Unamalizia kwa kusema tunamwomba Rais Samia aitazame wilaya ya Hai kwa jicho la tatu kielimu. Chapchap jukwani chap, anapanda Elia Martin wa Bwabwaya, Singida, Tanzania. Unasemaje Elia? Wewe unakerwa na baadhi ya wasichana waliojawa na tamaa wanapokuwa kwenye mahusiano. Unalishuka jukwaa la manufaa kwa kusema tamaa ni mbaya sana, upendo wa kweli hau im kwa kununuliwa vitu vya thamani hivyo, wasichana acheni tamaa, kwa kuwa Mungu hubariki kila mtu kwa zamu yake. Lia, ni kweli lakini vipi kuhusu eh, wanaume ambao nao wana tabia kama hiyo eh, utanijibu kipindi kijacho. Magufuli jikono jandama kutoka Itete Malinyi, Morogoro, Tanzania nalipanda jukwaa la manufaa kukemea baadhi ya watu wanaopita mitaani na kukohoa kwa nguvu huku akitema mate hadharani wakati pembeni kuna watu kaa kwenye migahawa wanakula. Nawaomba wenye tabia kama hiyo waache mara moja. Ufanya hivi kwani huu si ustaarabu kabisa. Na muona Musa Zuberi Kabumae wa Chanika, Dar es Salaam ameshafika jukwani, akitoa wito kwa wizara ya elimu na ufundi stadi kuangalia vizuri huu utaratibu wa wanafunzi kupata chakula shuleni kipindi cha mchana. Unasema hakika huu ni utaratibu mzuri, ila tatizo lipo kwa walimu kufanya utaratibu huu kuwa fursa ya kuinua kipato chao. Ombi langu kwa wizara husika ifanye uchunguzi wa kina na kile kiwango cha shilingi elfu moja kwa kila mtoto kipunguzwe, na pindi siku mtoto anapokosa hela apewe pia chakula. Justin Brasius aka Cheto Boy au JB the Superman ni zamu yako. Unapatikana mkombozi Rukulai Jokero Kagera Tanzania, unakerwa na baadhi ya wafanyabiashara wenye maduka wasiowajali na kuwathamini wateja wao, yani mtu unaenda dukani na huambiwi neno karibu. Halafu unamuona mtoa huduma akichezea simu. Kwa kweli jambo hili linakera sana. Na msikilizaji, hakuna marefu yasiyo na ncha. Ni kushukuru sana kwa kushiriki jukwani katika toleo hili fupi la jukwaa la manufaa. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.